Wito huo umetolewa na Askofu Yeriko Ngwema wa Kanisa Kuu la Kiinjili la Kilutheri KKKT Dayosisi ya Kusini Mashariki, katika mahubiri ambayo yameenda sambamba na misa ya kumbukizi ya kufufuka kwa Yesu Kristo, huku wakisisitiza Watanzania kulinda amani na kudumisha amani ya nchi. Aidha, Askofu Ngwema ameitaka tume huru ya uchaguzi kusimamia mchakato wa kuelekea uchaguzi kwa weledi na haki, ambapo amesema kuto kufanya hivyo ni kutapelekea kumkasirisha Mungu yenyawota ya maosi yake

Mungu Mungu kuelekea ukifanya kweli unaweza. Nao baadhi ya wa waumini wameunga mkono ujumbe wa Askofu Ngwema, huku wakitoa rai kwa Watanzania kuhakikisha wanadumisha amani sambamba na kuchagua viongozi katika zoezi la uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. nimepokea ujumbe mzuri kutoka kwa Baskofu Leo ni siku ya upendo, tupendane sisi wa Kristo. Bwana Yesu amefufuka, kwa hiyo natakiwa, cha msingi ni upendo, tuendeleza upendo wa kudumu. Uchaguzi wewe ni haki ambao ut, Mungu mwenyewe natakiwa tumshirikishe Mwenyezi, tumshirikishe Mungu katika uchaguzi huu ili tuweze kupata viongozi wazuri. Nashukuru Mungu kwa Pasaka. Leo mahubiri yalikuwa mazuri, mafundisho mazuri. Askofu katoa neno zuri katuhusia kuhusu kuilinda amani ya nchi yetu na taifa letu kwa ujumla tu. Kaongelea kuhusu uchaguzi kidogo, kuwa tujiandae na tuombe sana, kwa sababu bila amani hakuna kitakachoendelea chochote. Tunamshukuru sana Mungu. Askofu baba askofu amesisitiza sana kwa habari kipindi hiki cha Bwana ambacho amefufuka tukawe na upendo tukazidi kushikamana, tukazidi kupendana, kwa sababu yeye alikufa kwa ajili ya dhambi zetu ili sisi tukapate ukombozi na amani na upendo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana, tunawasitiza wananchi wote Tanzania nzima, tunasitiza upendo, amani kazidi kutawala. Wakristo kote duniani wanaungana kusherekea sikukuu ya Pasaka ya ufufuko wa Yesu Kristo ikiwa ni baada ya kukamilisha mfungo wa Kwaresma.